Anavyoarifu Sheldon Asakhulu kutoka kaunti ya Vihiga ni kwamba wabunge wanaoegemea mrengo wa Kenya kwanza wanaendelea kukashifu matamshi ya kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua, wakiataja kuwa ya kuvuruga amani kabla ya uchaguzi mkuu jao, sasa wakitaka kinara huyo wa chama kipya kuchukuliwa hatua za kisheria. Kipindi kifupi baada ya kubanduliwa kuwa naibu wa rais, mwanasiasa ambaye pia ni kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua huenda akajipata pabaya kufuatia madai ya kutoa maneno ya kuchochea ghasia baada ya uchaguzi mkuu ujao kama ilivyoshuhudiwa mwaka elfu mbili na saba. Wakaa huko na sheaz yako yenye ulikuwa unaongelea mpaka umekuwa mambo ya amani. Awabunge wanaoegemea mrengo wa Kenya Kwanza wakiongozwa na Naibu Spika katika Bunge la Kitaifa Gladys Sholei wamejitokeza na kukashifu matamshi ya Gachagua, wakidai yana uzito wa kuchochea ghasia humu nchini. Sisi wote ni sawa mahali anataka na mahali anaweza kuishi na mahali unaweza ongelea. Wabunge hawa wameonekana kumzomea kinara wa DCP wakimtaka kukoma kumdunisha Rais William Ruto ambaye ndiye ishara ya umoja wa taifa. Muzikupeni watu waanze kutetei, watu waanze kukuongea maneno ambayo sio ya heshima kwa president ambayo ni simbo ya unity ya Kenya ni kumaanisha ya kwamba wanataka wa Kenya tuanze vita tuanze kupigana na sisi kama akina mama, hiyo indi, ndio itakuwa mbaya sana kwetu. You cannot intimidate the president by those uh, statements that you are saying and nobody can deny you to have, uh, to have your parties. Hiyo maneno unasema una It is bringing, it can tear this country into many places and many small places and many small villages. Tunatakuja hapa kusimama kusema tunataka muungano wa Kenya mzima na Kenya moja na Kenya yenye maendeleo. Waliozungumza haya katika hafla ya kuvipiga jeki vikundi vya kina mama katika kaunti ya Vihiga, chini ya mpango wa uwezesha mama inua jamii mpango unaojumuisha wabunge wa kike katika bunge la kitaifa. Mimi nataka Vihiga. To lead and others follow. Yeah. Kuna wakina mama hapa tuliwapatia pesa za table banking na bado tunaendelea kupeana. Hawa mama wamejiendeleza, wamefanya, wamama wamefika na pesa mingi, wamama wanaenda as far as kutaka kununua plots na wajenge apartments. Makofi kwa kinamama. Ezesha mama. <coughs> Jumla ya vikundi 16 vya maendeleo vimenufaika na hema na viti pamoja na mizinga ya kuwafugia nyuki, huku shule 30 zikipokezwa tenki za maji kutoka kwa hazina ya ng'afu ya Vihiga. Nikiripotia West TV kutoka kaunti ya Vihiga, naitwa Sheldon Asagulu.